Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuwa nami katika Nyikani online tv Africa katika mambo kadhaa ambayo tunaendelea kukupatia, ikiwa taarifa maarifa, lakini pia na mambo kadhaa ambayo tunaendelea kubadilishana. Leo tuende moja kwa moja huko nchini Bukina Faso ambako kiongozi wa nchi hiyo ama kiongozi wa kijeshi wa mpito wa nchi hiyo ya Bukina Faso Kapteni Ibrahim Traore, rais kijana, rais ambaye amejipambanua Afrika na duniani kote kwamba yeye ni Mwafrika halisi na atasimama kidete kutetea rasilimali za nchi yake, huku akiwahimiza Waafrika wengine kuendelea kutetea rasilimali za nchi zao, lakini pia kuthamini wananchi wao, kwa sababu ndio walinzi nambari 1 wa rasilimali za nchi hiyo. Hebu tutazame jaribio lililokuwa limepewa jina la nyoka katika Ikulu ya Wagadugu. Mtazamaji, karibu katika simulizi hii ya kuangazia majaribio ya kutaka kumuua au kumpindua rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore. Simulizi hii ya kusisimua, lakini inayoongoza hamasa ama kuongeza hamasa ya kulinda rasilimali za nchi zetu za Afrika itakupelekea katika tafakuri kuu. Mara baada ya majaribio kadhaa ya mwaka 2023-2024 kudhoofishwa na askari wa jeshi la Burkina Faso, baadhi ya walinzi wa Ibrahim Traore wakaingia tamaa na katika mikono iliyokuwa na sukari, hivyo kuingia katika mtego wa usaliti. Walinzi hao walivyolambishwa hasali wakaanzisha vuguvugu lililoitwa Nyoka ndani ya Ikulu ya Wagadugu. Shambulio hili liliratibiwa kwa tahadhari ya hali ya juu sana katika medani za vita na ujasusi. Walinzi hao walipanga kumuua Ibrahim Traore akiwa katika mazoezi ya kijeshi, hasa alipoalikwa kuzindua vifaa vya kijeshi vya milipuko na utayari ambapo Captain Ibrahim Traore alitakiwa kwenda kuonesha mfano kama ishara ya uzinduzi. Wasaliti hao walijipanga kisawasawa, lakini kilichomwokoa Ibrahim Traore ni pale ambapo aliamua kutoa taarifa kuwa hatoenda siku hiyo kwenye hiyo shughuli, bali ataenda siku zingine zijazo. Alifanya hivyo baada ya kupata taarifa kutoka kwa baadhi ya walinzi wake wenye vyeo vya vie chini kabisa, kuwa endapo angeenda basi ndiyo ingekuwa siku yake ya mwisho wa nuru za macho yake. Jaribio hilo halikuwaacha salama wale wote waliokuwa wamehusika kupanga njama hizo, na kulazimika kuvunja uongozi wote wa ulinzi kisha kuagiza walinzi wapya kutafutwa, hasa wenye uaminifu Sio tu utifu pekee. Hili ni jaribio ambalo halinusulika Captain Ibrahim Traore, ambalo lilikuwa linaenda kwa jina la Nyoka katika ikulu ya Wagadugu. Mtazamaji wa Nyikani TV Afrika, unayo pia nafasi ya kutoa maoni yako katika haya mambo yanayoendelea Burkina Faso, na hivi karibuni lilitokea jaribio la kutaka kumpindua ama kumuua Captain Ibrahim Traore lakini likazimwa, huku baadhi ya wananchi wakiandamana kupinga na kulaani majaribio kadhaa ya kumwondoa katika uso wa dunia Captain Ibrahim Traore, lakini pia kumwondoa katika utawala wa nchi hiyo ya wanyofu, yaani Burkina Faso. Karibu kwa maoni yako mtazamaji wa Nyikani TV Africa.